Ehem. Dada ya Mariam karibu. Asante. Ehem. Wewe kwa upande wako umetusikia wapi, umetokea wapi? Ah mimi, naitwa Mariam Barwani Kabeke nimetokea Bugoroni. Ndio eh, kuwaona niwaona Instagram, huwa nawafuatilia muda mrefu na wewe. Okay, tueleze umetufuatilia kwa muda mrefu kama miaka mingapi? <laughs> <laughs> Mingi, mingi. So kwa nini sasa hivi, kwa nini ulivyotuona toka enzi hizo ukututafuta umekuja sasa hivi? mm. Nayo na huu ndo muda sahihi e. mm. Jibu zuri kwetu sisi, huwa tunasema wakati wa Bwana ndo wakati sahihi yeah. Yeah. Okay, karibu. Asante wewe mm -hmm. Una utaalamu gani wa malezi ya watoto? Malezi ndio uh -huh. Una uzoefu umesomea, una vyote hiyo vyote? Okay. Eh, umefanya kazi wapi? wa labda labdaikuwa naishi ndio. Na umesomea wapi huko ndio? uko, uko, uko, uko. Okay, na ukafanya kazi huko huko ndio. mm -hmm. Umetoka South Africa ukarudi, ukaja mpaka Wadada Center yeah. <laughs> <laughs> <laughs> k Nini kimekuvutia huku zaidi na kwa nini umetoka huko we, we, we, wengine wanaki, wanataka kwenda nje ya nchi? Wewe tena unatoka nje ya nchi unarudi nyumbaniamna nawezakasema wakati wakati ndio wanaongea kila kitu mm. mm. Kwahiyo uh, kule umefanya kazi kwa muda gani, yani uzoefu wako ni muda gani? Ndio. Na kozi yako ulisoma kwa muda gani? Ah ni online course kwa muda wa miezi mitatu. Kwa hiyo ukapata na certificate? Ndiyo. Kwa una certificate ya malezi? Ndiyo. Okay, lakini ulikuwa unasoma online? Ndiyo. Mm. Na umefanya kazi miaka miwili? Ndiyo. Kwa kwa hiyo kuhusu maswala ya malezi ya utofauti wako na dada wa kawaida ni nini? Naweza kusiwa na utofauti sana, lakini naweza nikasema kile nilichokisoma ndo kinaweza kunisaidia kumgaidi au kum, kumsaidia mama ambaye amenikabidhi mwanaye kumlea vile aidha anavyotaka kwa, kwa kuniamrisha, yani kwa kuni, kuniambia kwa vigezo vyake au kutokana na vile ni kile nilichokisomea naweza nikafanya extra zaidi. Yeah lakini kupitia wa, hawa ah, waajiri wa, wa tunawatafuta yeah. Moja ya njia tunayotumia kuwatafuta ni hivi tunavyofanya hivi vipindi yeah. Tunapozungumza na mtu ambaye anasema yeye ni mtaalamu tunatarajia mm, amkonvisi mtu ambaye anatafuta yani, mtu wa kumwangalizia mwanaye mm. Lakini alikuwa haamini kama kuna wataalamu kwa hiyo natakiwa ongee lugha za kitaalamu ambazo yeye mwenyewe anasema, eh kweli, basi na mimi safari hii badala ya kutafuta tu dada wa kuagiza kijijini eh, ngoja niende Wadada Center, nimeona pale kweli wana professional malezi. Sasa ukisema tu hauna utofauti sasa mtu ataona kuna utofauti, kuna haja gani ya kumchukua dada amlipe laki tano kama professional malezi wakati kuna wadada huko mtaani anaweza kuwapata wa elfu hamsini. Inabidi okay. E, umshawishi mtu katika okay. Um, malezi mm. ya mtoto mm. hatulei tu kama tunalea kwamba mm. vile ambavyo tunataka, kuna zile process ambao unaenda una, mtoto anapoenda anakuwa mm. kuna mabadiliko anakuwa anayapata, na mm -hmm. wewe kama mtu ambao umesomea unakuwa unavifahamu vile vitu mm -hmm. kuna baadhi ya vitu kwamba unapokuwa unamkuza una au kumlea mtoto mm. unatakiwa labda usitumie ukali usitumie hisia sana kuliko kuangalia emotion zaidi ya yule mtoto mm. Eh, aidha mtoto kafanya kitu, unatakiwa usitumie hasira, kwamba kama kakosea, basi hata kama yeye ni mtoto, unatakiwa wewe kama mlezi ushuke na umweleshe kwa sauti ya upole. Hiyo asilimia kubwa huwa tunashindwa, tunatumia ukali. mm -hmm. Ndio kuna zile labda kama michezo, mtoto mm -hmm ana michezo yake kutokana na umri, kadri anavyoenda anakuwa mm. Kwa hiyo kuna michezo ya mtoto wa bao miezi mitatu, miezi sita, mwaka, yani kadri anavyokuwa ya michezo yake inaenda inabadilika taratibu, ingawa mingine itakuwa inajirudia mm -hmm. Ndio yeah, ni kama hivyo. mm -hmm. Okay. Uh, bado, bado natafuta unishawishi lakini naona kama bado E, katika hizo hatua za ukuaji mm. mtoto anakuwa katika maeneo labda makuu unaweza kusema mangapi ukuaji mm. wa mtoto? Kuna miezi mitatu mpaka mwaka hapo, mm. tunahesabia ni mtoto ambao, yaani mwezi miezi mitatu mpaka mwaka au miaka miwili mm hiyo -hmm. fikra yake bado wewe ndo unatakiwa kumuongoza sana mm -hmm. kumgaidi sana mm -hmm. Kwahiyo unakuwa unamwelekeza kwa utaratibu au kuongea naye, kwa sababu vile toni yako unavyoongea ndivyo mm -hmm. mtoto, kuna namna anaipokea aidha akuwe naye katika ile toni, yani matamshi yale yale mm. -hmm. au akopi ule kama ni ukali wako au tof, vingine vyovyote tofauti mm -hmm. Kwa jinsi unavyoenda unamgaidi taratibu, kutokana na miezi mitatu mpaka mwaka au um, miezi mitatu mpaka miaka miwili taratibu, na ndo maana asilimia kubwa tunashauriwa unapokuwa na mtoto au unapokuwa namkuza mtoto usitumie lugha ile ya kwamba anavyoongea yeye, yale matamshi ya kitoto, wewe tumia yale matamshi ya kawaida, ili yeye awezi kukopi kile unachokiongea. Kile kinamsaidia yeye, hata katika kuongea kwake kunakuwa ni kwa haraka. Ndio okay, na nilikuwa natamani kusikia kama mtoto ana yani anakuaje kwenye social life, mm. Alafu kwenye, kwenye kiafya ndio, e, na, na nini na kiroho, yani katika hizo pati, kwamba huyu mtoto unamsaidiaje ili aweze kukua kiroho, akuwe kiakili, yeah. Akuwe ki, kimwili na oh, kwenye social life. Okay, kiafya hapo ni afya yake yeye moja kwa moja kwa ujumla. Kuanzia labda katika maziwa, vyakula na vyakula, unatakiwa unajua meal plan ya mtoto. Kwa maana mtoto anapokuwa miezi mitatu mpaka mmean mwezi mmoja au siku mpaka miezi sita, anatakiwa apate ile breastfeed ya mama tu. Hiyo unatakiwa ufahamu. Kwa hiyo kama mama ana uwezo kwamba mtoto anaweza kunyonya yale maziwa yake ya kifuani unaweza kumpatia yale ya kifuani, aidha kwa kuyakamua, kuyahifadhi. Hata kama anakuwa hayupo karibu na nyumbani au nje ya nyumbani, basi mtoto anaweza kupata vile virutubisho kama kawaida. Na kuna meal plan ya mtoto kuanzia pale miezi sita, ambapo pale tunaona kwamba utumbo wake au kiafya anaweza kuchakata au kutafuna vyakula kwa kumsagia au kuvi blend kidogo kidogo unakuwa unambisha, lakini kunakuwa kuna kipimo. Ah, tukija kwa kiroho, kiroho mtoto the way unavyomlea kutokana na dini yako au dhehebu lako, unatakiwa taratibu awe anaanza kuviona vile vitu akiwa bado mdogo. Usisubiri amekuwa ndio uanze kumguide kwenda kanisani, kwenda msikitini, hapana. Kunaweza kuwa yale maombi ya nyumbani, unakuwa upo naye ana sense anasikia, mama, tunaambiwa asilimia kubwa. Hata kumpima mtoto katika kusikia, unampima ingali akiwa mdogo, sio ambapo ameshakuwa katika umri fulani. Hapana, kama ana tatizo au kitu chochote ambacho kinampelekea basi sikie kuona, unaanza kukigundua akiwa mtoto, akiwa na ule umri wake mdogo wa siku mpaka miezi au mwaka, pale ndo unakuwa unagundua vitu ambavyo vinamsumbua au umefanya kitu ambacho ni tofauti kwa sababu kuna reaction huwa wanazionyesha, ila kama hujasoma au huelewi kama mzazi, sio rahisi kuzigundua kwa wakati huo mm. Ndio haya okay. Sawa, karibu asante ya uh, labda kikubwa tu niseme hawa wateja wetu tunaowashawishi ndio waajiri, nyie ma professional ndio wana matarajio makubwa zaidi. Haya ndio kwa hiyo unapokuwa umesoma kozi fulani ukapata cheti, usiishie tu pale pale. ukishapokea kile cheti sisi tuna hiyo yeah. <laughs> ukishapewa cheti chako, basi umemalizana na kusoma na kila kitu mm -hmm. Lakini kwa dunia ya leo, kila siku unatakiwa kuendelea kuongeza maarifa kwa kile ambacho unatarajia kukifanya mm -hmm. ili uweze kuwa competent. Ni kweli. Na hawa wanaotaka tukawahudumie hatuwezi kuwashawishi kwa kuambia tu tuna vyeti. Wanatakiwa watusikie, na wanavyotusikia watusikie kama hatubabaiki, watusikie kama hatubuni, hatuwazi, hatufikirii, wasikie ni vitu ambavyo viko kwenye vidole vyetu, yani ni vitu ambavyo tunavifanya kwa ajili hiyo, unatakiwa uongeze zaidi. Uzuri tuko kwenye dunia ambayo ukitaka kujifunza chochote, muda wowote unapata na sisi pia tumeongeza zaidi, hata muongozo wetu ni wa kuwa guide, ili wale watu ambao wana tunawaambia kwamba jamani, hawa ni wataalamu, hatutaki kuwa disappoint mm -hmm. kwa hiyo mm. na nyinyi mnatakiwa muhakikishe kwamba hamtuangushi, sio tukamwambia mm. bosi huyu ni professional, alafu unafika akikuangalia kama ni utofauti anauona anautafuta kwa tochi mm -mm nataka uone utofauti kwamba kweli huyu ni nani au ni professional malezi Kweli ni auskipa. Sindio? Mm. Lazima tujitofautishe kama tunataka kweli kufanikiwa. Na kujitofautisha, lazima ukaze msuli mm. wa kuhakikisha kile kitu kiko kwenye damu yako unachokisema mm. Yani unaongea niwa hapa ungenifurumishia vitu dawa ujazungumzia hata dawa za usafi eh? Ujazungumzia yani, dada wa kawaida awezi kukutajia dawa za usafi, lakini auskipa anaweza kukwambia wewe umeongea tu si muda si yani, vitu petipeti peti, peti vidu, vitu vidogo vidogo havimshawishi mtu kusema kwamba huyu ni housekeeper ambaye anaenda kumlipa amount yote hii si unaelewa okay. Ndio maana sisi hapa kwa kweli hatufanyi utani, hatufanyi utani kabisa humu ndani, yani ni ni kama jeshini, na tutakwambia ukweli, hatuogopi atu wala hatukuonea aibu, sababu wewe unataka hela na hizo hela unazozitaka, haya tunayokuelekeza ndio yataka kupatia hizo hela. Tukikuonea aibu, hatutakusaidia. Na tukikupa kazi kwa kuzingatia cheti chako tu, tunaua taasisi, tunaua mradi. Umesikia dada nani? Mariam. Mariam. Ndiyo. Na Jacqueline. Ndiyo. Eh, kwa hiyo mi nawakaribisha, tutakuwa pamoja hapa, tutaambiana, tutaelekezana kwa kama utaelewana na sisi basi, yani kwamba ukikubaliana, hata kama umekuja unasema mimi ni professional, lakini tutakapoona labda hautoshi kwenye professional tutakwambia ukweli, kutokana na kile tunacho kiuza kwa mteja wetu. Hatuwezi tukamwambia tu huyu ni professional kwa sababu ana cheti, hapana. Sisi tunataka professional ambaye anatanguliza kwanza uwezo wake mbele, cheti chake kinamsupport. Ndio. Tuko tuko kidogo kinyume na wengine. Wengine wanataka cheti chake hapo. Ukishaona cheti tayari si hata, hata kama hicho cheti akiende kufanya kazi, wewe umwajiri tu kwa sababu ana cheti hapana. Sisi tunataka tuone uwezo wa kazi, alafu cheti chako kikusupport. Hapo itaenda vizuri na hata hawa watu watatoa hela zao bila stress. Hawa watu wana hela. Hawana shida kwenye kutoa hela. Ila, hawataki tena mwanzo, anze tena atoe hela nyingi, baada wakaanze tena kufanya purukushani na wewe kwenye kazi tumebrashiana vizuri kwenye level zenu. Kama ziko kwenye hizo level, well and good, mtaenda wateja, sisi tunao wakutosha kabisa. Lakini kama hizo level hamjafika, basi tutawaambia kuna hizi level labda za chini ambazo mnaweza kwenda mkajibrashi. Uh, wakati mnapata hela, anyway baadaye mtarudi kwenye level zenu, tukiwa tulishaongea lugha moja moja. Otherwise karibuni, tumetoa na mwongozo wetu kwa yule ambaye yuko tayari kwa ajili ya kujiboresha na kung'ara kuwa pesa anaweza sasa akajipatia mwongozo wake aka, ili aende deep, yani kama hapa tunavyoongea basi tunakuwa tunaongea lugha moja. Wenzetu wale wanatuelewa, na wanavyotupigia simu wanakuwa tayari, anasema jamani, namuomba jaji, namuomba Mariamu. Yani yeye hana nani, lakini kwa hapa hmm, anasikiliza. Yeye mwenyewe anashangaa, huyu ndio professional. Umeelewa? Sisi hatutaki <laughs> eh, tunataka professional ambaye akifungua mdomo wake tayari mtu yoyote anasema kweli, huyu mtu ni mtaala. Haya, karibuni Sante. karibuni sana, tutaendelea na program zingine kwa sababu hii waga tu ni ya kutambuana na, kueleki, na kuambiana tu kupeana mwanga kwa ufupi tu, lakini mambo mengine tunakutana kwenye hizo session. Tutakuwa na session za mapishi za usafi za disiplini nidhamu zote tutaelezana huku kabla ujafikia faina ya kupangiwa kazi Sa. sawa, sawa. Haya, karibuni. Asante Maliza.